Mambo, mimi wanafamilia wa Line Plus Media, mimi Ratoni, Kumbwa, ni kazi yangu kubwa ni kuhakikisha kwamba na kusogeza zile stories zote ambazo zinafanya vizuri kwenye mitandao ya kijamii alafu nakuletea hapa kwa upande wa YouTube, lakini nikukumbusha mpenzi mtazamaji, kama bado hujasubscribe, ni wakati wako sasa kuhakikisha kwamba unabonyeza kitufe ambacho kimeandikwa uh, neno subscribe ili uwe na familia bora kabisa wa Line Plus Media. Siku ya leo imekuwa ndefu sana sababu eh, kuna baadhi ya matukio ambayo yametokea, eh, yameleta mtafaruku eh, kutokana na kinachoendelea uh, kwenye nchi yetu Tanzania na moja kati ya vitu ambavyo vimetokea ni kwamba kuna jamaa ambaye e, anajulikana kwa jina la Kapteni Tesha ameonekana kwenye mitandao ya kijamii, ameruka YouTube live lakini pia kwenye mitandao yote ya kijamii kwa upande wa Facebook eh, akiongea namna gani ambavyo e, nchi hii inaendeshwa na vitu kama hivyo. Sasa mambo yamekuwa mengi sana. E, kama wewe ni mfuatiliaji mzuri basi e, haya mambo hahaja mageni kwako. Sasa baada ya tukio hilo kutokea, kuongea na alikuwa amevaa e, nguo za kijeshi ambazo zinaonekana na, na nyota tatu e, kumekuwa na tafaruku kubwa, kila mtu akiongea yake, mara wengine wanasema kwamba ile ni AI lakini anasema kwamba uh, sio halisi, haikuwa halisi kama vile imetengenezwa. Tunajua saa hizi uh, AI imekuwa na mambo mengi sana yani ukiangalia AI ni kama vile unaona ni reality. Sasa baada ya mambo mengi kutokea uh, jeshi la polisi JWTZ, hawakukaa kimya na wao wameamua kujibu kutokana na hichi uh, kitu ambacho kinaendelea, na kupitia ukurasa wao uh, JWTZ JWTZ wametoa taarifa kutokana na huyu ambaye anajiita Kapteni Tesha na kuongea afuatayo. Uh, nita, nita nukuu barua ambayo uh, JWTZ wameitoa, wanasema kwamba taarifa kwa vyombo vya habari.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 So hiyo ndo kauli ambayo e, wameitoa wa JWTZ kutokana na, na video ambazo zinasambaa zikimwonyesha kapteni kapteni e, Tesha akiongea kitu ambacho kinaendelea kwenye nchi yetu ta, ya Tanzania. Lakini maswali yamekuwa mengi baada ya hii kauli kutoka kwamba, watu wengi walitegemea labda e, hii kauli kutoka inaweza ikatoka labda kusema kukataa ile video au kusema kwamba huyu mtu ambaye anajiita Captain Tesha sio e, mtu wao, lakini pia kwa kwenye hii paragraph ambayo inasema kwamba aidha, baadhi baadhi ya hoja hizo zinatolewa na watu waliopo katika mazingira ya kijeshi kujinasibisha na jeshi, walioachishwa jeshi kwa tabia na mwenendo mbaya, pamoja na kujihusisha na siasa za wana, na uharakati na so kwa kauli hii inaonekana kwamba huenda ikawa huyu e, jamaa ambaye anaitwa Captain Tesha. Uh, aliachishwa kazi kwa sababu ya ishu za kisiasa, kutokana na nukuu, kutokana na hii uh, hii taarifa ambayo wametoa wenyewe JWTZ, au kuna kitu kingine ambacho kinaendelea behind. So watu wengi wamezua maswali kwamba huenda jeshi la polisi lingetoka labda na kukemea vikali kitendo ambacho eh, kimetolewa, lakini wao eh, hawakuweka wazi, lakini wao wamejaribu tu l kujihami kwamba jeshi la polisi halidili na siasa na litaendelea na, na jukumu lake eh, la majukumu yake ya kikatiba kwa uaminifu, utii na uhodari, kwa kuzingatia kiapo chetu, kwamba jukumu lao la kikatiba ni kuhakikisha kwamba eh, wanawalinda eh, na ni raia na mali zao so hiyo ndio taarifa ambayo wameitoa. Je, je, nani jeshi la ulinzi la wananchi Tanzania, natamani kujua kutokana na hii taarifa ambayo wameitoa JWTZ kutokana na kile ambacho kimeendelea. Unamwona, una gani juu ya hii eh, barua ambayo wameitoa JWTZ. Donesha maoni yako hapo chini, niambie, lakini nikumbushe pia mtazamaji, kama bado hujasubscribe, ni wakati wako sasa kuhakikisha kwamba unabonyeza kitufe ambacho kimeandikwa subscribe ili uwe mwanafamilia bora kabisa wa Line Plus Media. Mimi ni Tony, sana zaidi nitakio wakati wema, bye bye.